Bismillahi rahmani rahim. Kama leo unaomba riski lakini milango inaonekana imefungwa, kama umejaribu kila njia lakini bado hali ni ngumu, usitoke. Dua hii inaweza kuwa sababu ya Allah kufungua milango ambayo hukuwahi kufikiria. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hakuna kitu kinachoweza kubadilisha kadari ila dua. Kaa nami mpaka mwisho. Huenda hii ikawa dua utakayobadilisha maisha yako. bismillahi rahmani rahim. Ewe ndugu yangu katika imani, riski si pesa tu riski. riski ni afya, riski ni amani ya moyo, riski ni mtoto mwema, riski ni kazi halali, na riski ni kuridhika na kile Allah anachokujalia. Allah subhanahu wataala anatuambia katika Qurani ya kwamba wama min dabati fi l ardhi illa ala allahi rizquha, na hakuna kiumbe chochote katika ardhi isipokuwa riski yake iko kwa Allah subhanahu wataala. Lakini ndugu yangu, riski huja kwa sababu, na miongoni mwa sababu kubwa kabisa ni dua. Leo tutamwomba Allah subhanahu wa taala, si kwa maneno tu, bali kwa unyenyekevu na kwa unyenyekevu wa moyo. Kuna aya mbili ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anadukumbusha akisema kwamba waman wa yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na yeyote anayemcha Allah atamfungulia njia na atamruzuku kutoka mahali asipotarajia. Na aya pili, Mwenyezi Mungu anasema kwamba la in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitazidisha. Ndugu yangu katika imani pia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba lau mungetegemea kwa Allah kwa kutegemea kweli angekuruzukuni kama navyowaruzuku ndege. Huondoka asubuhi wakiwa na njaa na hurudi jioni wakiwa wameshiba. Riski haiji kwa hofu, huja kwa kutawakuli. Lakini pia sasa e, hii ni dua ambayo nitakwenda kuisoma kui inshaallah kwa uwezo wake Allah, na Allah atujalie insha Allah kutujibu dua hii. Ndugu yangu imani Uh, mtu yoyote anayekuwa na shida ya dharura basi cha kwanza kabisa aseme maneno haya astaghfirullah rabbi min kulli dhambi wa atubu ilaihi. Aiseme aos, aseme astaghfirullah mara tatu. Ewe Allah nakuomba nisamehe madhambi yangu Yalio, yalio, yalio, madhambi yangu yaliyoonekana na yaliyofichikana, kwa sababu riziki huzuiwa kwa madhambi. Lakini pia useme dua hii, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka, ewe Allah, nitoshelezee kwa halali yako, unijalie niachane na haramu na unitajirishe kwa fadhila zako. Ndugu yangu, haya ni maneno muhimu sana, lakini baada ya hapo utaweka dua yako hii. Sasa ni dua ya kufungulia milango, utasema hivi: ewe Allah, fungua milango ya riziki yangu, fungua milango ya baraka, fungua milango ya rehema, fungua milango ya matumaini. Ewe Allah, kama riziki yangu iko mbinguni ishushe, kama iko ardhini itoe, kama iko mbali isogeze kama ni ndogo izidishe, kama umechanganyika, kama imechanganyika na huzuni itakase, ya Rabbi. Pia tasema ewe Allah, na kuomba kwa majina yako mazuri, kwa rehema zako zisizo na mipaka, unijalie riziki halali isiyo na mashaka, isiyo na dhuluma, isiyonipeleka mbali na wewe, ya Rabbi. Ewe Allah, kila aliyesikiliza dua hii usimrudishe mikono mitupu, mfungulie milango ya riski, mpe amani ya moyo na umweke karibu nawe. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ndugu yangu katika imani, haya maneno ni maneno ya Kiswahili, lakini haimaanishi kwamba Mwenyezi Mungu hatokujibu. Atakujibu Mwenyezi Mungu yeyote anayemwomba kwa lugha anaifahamu basi Mwenyezi Mungu atamjibu. Cha msingi ni nia yako ya dhati, kwamba unatawakali kwa Mwenyezi Mungu, unakubali kuwa Mwenyezi Mungu ndiye atakaye kuondoshea haja yako, ndiye atakaye kuzidishia e, riziki yako, ndiye atakayekupa kile wewe unachokihitaji, hata kama ni kwa maneno ya Kiswahili nadhani. E, hapo umenipata vizuri. Lakini pia ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii, basi na kukumbusha, gusa alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ukifanya hivyo, utakuwa wa kwanza kupata taarifa mpya ya video tunapokuwa tumeweka hapa katika chaneli hii ya Nurdin Media. Share kwa wengine, nao pia waweze kupata dua hii. Na waweze kujifunza wa ila huna. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. allahumma kfini bi halalik an haramik wa aghnini bi fadlik an man siwak allahumma